Habari eh, leo nataka nikuletee vitu muhimu na vichache ambavyo ni lazima uwe navyo ndani ya gari lako. Unapotaka kwenda sehemu yoyote na gari lako, ni lazima vitu hivi lazima uwe navyo kwenye buti, kwa sababu gari ni kama binadamu. Haujui mda gani wewe binadamu utaumwa kichwa, haujui mda gani utachomwa na mwiba. Kwa hiyo ni lazima ukiwa na gari, hivi vitu lazima uwe navyo, ni vya msingi sana. Eh, kitu cha kwanza ni lazima uwe na kamba. Kamba hii unayoijua wewe. E, gari yako inapopata shida aidha e, uko sehemu ambayo ni mbaya mbali na mjini unapokuwa na kamba ni rahisi kumwomba mtu akuvute akusogeze sehemu yenye huduma. Sasa kama una kamba just imagine mtu ataanza kuhangaika hawezi cha msingi kuwa na kamba ndani ya gari lako. Hii ni kwa ajili ya kusaidia wewe. Jambo lingine lazima uwe na waya. Huu waya ndio unatumika kwa ajili ya kuboost battery. E, kama huna e, waya huu gari lako, bahati mbaya betri e, e, limeshuka, umeshindwa kuasha, huna waya, utaombaje msaada? Lakini kama una waya huu ni rahisi kumwomba mtu yeyote msaada, dakika moja anakuboost betri yako, unaweza kuondoka. Jambo jingine ni spare tire. Ni lazima una spare tire. Kuna sehemu zingine hakuna mafundi wanaoweza kuziba pancha wala hakuna uh, sehemu za kujaza pampu, pampu za kujaza upepo hazipo, utahangaika, gari yako utaiacha porini kwa sababu ya uzembe. Spare tire ni kitu msingi ambacho unatakiwa kuwa nacho. Hakikisha unapokuwa na gari usikose spare tire. Jambo jingine unatakiwa kuwa nalo ni spana. Spana ni muhimu kwa nazo, spana basi namba 17, 14 ambazo zinaweza kufungua tairi wala, eh, unapopata shida yoyote uwe na spana. Kuna sehemu zingine ni shida uweze kupata spana, lakini kama una tai, una spea tairi una spana basi ni rahisi, wewe mwenyewe hahitaji fundi wala mtaalamu, unabadilisha wewe mwenyewe e, tairi yako unaendelea na safari yako. Jambo jingine e, jeki, lazima uwe na jeki. Unakuwa na gari una jeki, yaani unaweza kununua gari ya milioni kumi unakosa jeki. Jeki ni uzembe hiki ndo kitu muhimu ambacho unatakiwa utembee nacho kwenye gari, hata kama hauna utaalamu, hauna ujuzi, ukiwa na jeki ukawa na spare tire, ukawa na spana, ni rahisi mtu yoyote kumwomba msaada akakusaidia na ukaendelea na safari yako bila shida yoyote. Jambo jingine unatakiwa kuwa nalo na ile triangular hazard. Eh, pembe tatu hiyo hiyo ni lazima uwe nayo. Kuna sehemu zingine ni usiku, gari inapata changamoto usiku hauja, hauna utakuja ugongwe. Kuna gari hazina taa zinakuja pale, kuna bodaboda, lakini ukiwa na ile ukishaweka basi, unaweza ukajisaidia mwenyewe ukarekebisha gari yako vizuri, basi ukaendelea na safari yako. Jambo jingine lazima uwe na fire, fire, extinction. fire extinguisher itakusaidia Hivi vyombo vya moto havitabiriki, zina vina wiring ya umeme kama nyumba. Unaweza ukashangaa unaendesha gari yako uko unasikia harufu ya waya kama unaungua. Sasa baadaye ya kuikimbia gari yako, unafaa extinguisher, unaiwahi madhara ya kutokupoteza gari nzima, unaweza ukazima ukaishia kuwaya tu fulani uko umeharibika, uko, uko umeokoa chombo chako Koo, vitu hivi ni vitu muhimu sana unapokuwa kwenye gari yako, jitahidi kutembea navyo, hakikisha unavyo. Karibu, naendelea kufuatia masomo yetu hapa. Tutakufundisha mambo mbalimbali mbali. Tutakufundisha mambo ya ndani ya injini. Tutakufundisha mambo ya bodi la injini na hatimaye, sio kila kitu lazima uende kwa fundi, utaweza kurekebisha mwenyewe, utaweza kutengeneza mwenyewe mwenyewe. Karibu, naendelea kufuatilia chaneli hii, hakikisha una subscribe chaneli hii ili uendelee kupata masomo mbalimbali mbali kwa ajili ya usafiri wako. Asante na karibu.